Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha Dominika ya tatu ya kipindi cha Pasaka. Na katika masomo yetu ya leo tunaambiwa kwamba kuwe wajasiri kwa kutangaza huyu Yesu Kristo, tumuishi katika maisha yetu, tusiongope wanadamu, tuweze kuongopa Mungu. Mara nyingi tunakuwa na uoga, lakini tunafundishwa kwamba ule upendo ulio kati yetu na Mungu ndio huo huo ambao unatufanya tuweze kumuhubiri Yesu Kristo mpaka miisho ya dunia. Tumwombe basi kwa mafua ya masomo yetu ya leo na kwa neema zake atuwezeshe uweze kuwa na ujasiri wa kumuhubiri Yesu Kristo na saidia hayo kufanya yale ambao yanalingana na jina lake. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Mitendo ya Mitume sura ya 5 aya 27, hadi 32, 40 hadi 41 naisomo. Hili latufundisha kwamba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu imewapasa ime wa mitume kumhubiri Yesu Kristo bila hofu yoyote. Na kwa njia hiyo na sisi tunaalikwa tuweze kufanana na hao mitume ambao waliweza kukiri imani yao wakaweza kumtangaza, na hivyo wakasema kwamba inawapasa wao kumtii Mungu na sio mwanadamu. Na hivyo hivyo, kwa sababu ya imani yao tunaambiwa waliweza kuwa mashahidi wa mambo haya mpaka, uh, wakiongozwa na Roho Mtakatifu, lakini hii ikawapatia hao Wayahudi uoga na ndio tunaona kwamba na, na, na mashaka. Ndio tunaona kwamba waliweza kuwapiga na wakaambia kwamba wasihubiri hiyo neno, lakini jinsi walivyopigwa, tunaambiwa kwamba walifurahi kwa sababu waliamini ya kwamba wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina uh, hilo ama kwa jina la uh, Yesu Kristo. Sisi mara nyingi tunaweza kushindwa kufanya vile au wametume wamefanya lakini tunajua tumebatizwa na tumefuka ndani ya Kristo, tumejazwa na roho wake. Swala ni hili, je, kwa nini unaongopa kutaja jina la Yesu Kristo mbele za watu? Kwa nini unamwongopa kumhubiri mbele za watu? Na ndio sababu unaona sisi kama kafaliki mara nyingi unashindwa hata kufanya ishara ya msalaba ukuwa mbele za watu kwa sababu uko na uoga, unashindwa kuombea hata watu ambao wamekapangawa kwa sababu uko na uoga Unashindwa kusoma hata bibilia kwa sababu uko na uoga. Hata una, una, unashindwa kwenda kupokea karisi kwa sababu uko na uoga. Na hivyo hivyo, unashindwa kufanya yale ambayo unapaswa kuyafanya kama mkatoliki kwa sababu ya uoga hawezi kumtaja Yesu Kristo hadharani, hawezi kusimama ukili imani yako wewe kama Mkatoliki. Kwa nini naogopa? Kwa nini naongozwa na woga? Na hivyo hivyo wakati ambao tunamhubiri, tunakumbushwa kwamba ama tunamuishi, tunakumbushwa kwamba watu watatupiga, watu watatupigia kelele, watu watatukomesha, lakini hiyo siyo tisho. Tunapaswa kufurahi kama vile hawa mitume walivyofurahi, kwa sababu alisema kwamba ingawa wanafurahi wanadhania wanawaibisha, lakini wao wanajua kwamba wanafanya yaliyo mema. Je, ni mara ngapi ambao tumeweza kuwa na ujasiri na sisi tukafanya yale ambayo anampendeza Mungu? Ni mara ngapi ambao tumeongopeshwa na watu na sio kwa Mungu uko na unaona, unamuongopa mwanadamu kuliko Mungu, unaongopa watu hata kuliko Mungu. Watu unaweza kuwa waaminifu kwao, lakini wewe sio mwaminifu kwa Mungu. Unaweza kuwa wewe watu unawaheshimu sana, lakini uwezi kuheshimu kanisa. Unakuta kwamba wewe unaheshimu watu na zile nadhiri ambazo umeongea na hao watu ama yale ambayo umewasema, lakini nadhiri zako na Mungu umesipotosha, hauja kuwa mwaminifu kwa nini unaogopa watu na sio Mungu? Mungu ni sawa, humuoni watu na unawaona, lakini kumbuka Mungu ako kila sehemu, na yeye ndiye ako na nguvu nyingi kuliko wa watu ambao na waheshimu wa watu ambao unaogopa. Ongopa Mungu, ongopa sala, ongopa hata ndoa yako kwa sababu ni sakramenti. Kuwa na imani, acha kuongopa imani yako kuwa na tabia zile ambazo zinapendeza Mungu. Kuwa na msimamo na saidiayo, mwongope huyu shetani, usiongope shetani, usiongope shetani, ongopa Mungu. Yeye shetani ana nguvu kama Mungu. Kwa hivyo mwaibishe katika maisha yako, mwaibishe katika tabia zake, na hivyo ujue kwamba katika hali haya, katika mambo haya yote ni kitu gani ambacho kinakufurahisha katika maisha yako? Unafurahishwa na yale mabaya ama ni yale mazuri? Mungu ametuita tuweze kufurahishwa na yale ya kujenga. Hivyo furaha yetu iwe imejikita katika yale mema ambayo Mungu ametujalia, yale mema ambayo yanatuwezesha uh, kutenda yale ambayo anapendeza Mungu. Hivyo furaha iwe ya kweli. Na katika somo letu la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya tano aya ya kumi na moja hadi kumi na nne. Na katika somo hili tunakumbushwa kwamba yule ambaye tunamhubiri, yule ambaye tunamkiri ni kwa sababu amepata uwezo na utajiri ako na hekima na nguvu ako na heshima na utukufu na baraka. Kwa hivyo ni yule ambaye alitolewa yule ambaye hawezi kulinganishwa na mwanadamu, ndio huyo huyo ambaye tunapatia uweza uh, na utajiri ako na nguvu ako na hekima, na kwa sababu ya hivyo tunamhubiri, tukimpokea ndani ya mioyo yetu. Nani umempea hizi sifa? Shetani ndio umempatia hizi sifa ama ni Mungu? Ni nani ambaye umempatia? Eh, unajua amejaa hekima, umejua amejaa nguvu, amejaa baraka na utukufu ni yule mwovu Shetani na yale yote ambayo anayafanya, ama ni Mungu? Mungu ndio amejaa hizi sifa. Mpatie Mungu sifa zake, na ndio sababu mhubiri uh, msaburi katika siku ya leo anatuambia kwamba e, Bwana Mungu wangu nakulilia, ukaniponya ukaniwezesha, maana umeniinua, umeweza kunifurahisha mbele za adui zangu. Umeniinua nafsi yangu e Bwana kutoka kuzimu, umeniuisha na kunitoa miongoni mwao washukao shimoni. Kwa hivyo, hakuna mwingine ambaye anaweza kukupatia na kufanyia mazuri kuliko huyu Mungu ambaye tuko naye. Hakuna mwingine anaweza kuinua katika ndoa, ni Mungu tu. Hakuna mwingine anaweza kuponya, ni Mungu tu. Hakuna mwingine anaweza kufungulia milango ya kazi, ni Mungu tu. Hakuna mwingine anaweza kuneemesha. Na katika somo letu la Injili natoka mwinjili Yohana sura 21 aya ya kwanza hadi ya kumi na tisa na katika somo hili tunaona Yesu anatokea mitume wake kwa mara ya tatu wakati ambao walikuwa wanavua samaki na katika somo hili naelezea mambo makuu matatu jambo la kwanza ni uvuvi wa samaki na jambo la pili ni ile karamu ya samaki Yesu alivyowaandikia au wanafunzi wake, na jambo la tatu ni Petro akikabidhiwa kondoo. Na katika uvuvi wa samaki tunaona kwamba hawa wametumiwa Yesu waliweza kwenda katika huyu uh, uh, uh, katika mblabi. Na Tiberia na wakati ambao walikuwa wameenda saba, walikuwa Simoni alikuwa pale, Tomaso alikuwa pale, Nathanaeli ama Bartholomeo alikuwa pale, Johana na ndugu yake Yakobo na wanafunzi wengine wawili walikuwa pale, no pale. Wakajaribu kufua samaki lakini hakupata chochote, lakini wakati Yesu alipokuja waliweza kurusha nyavu zao katika bahari hiyo hiyo, lakini mkono wa kuume, na akaweza kupata samaki wengi Mia na hamsini na tatu iko hiyo hali hiyo, iko na maana zaidi. Wakati ambao Yesu hakuwepo hawakupata chochote, lakini uwepo wa Yesu wakaweza kuvua samaki wengi wa aina nyingi, alafu tunaambiwa walikuwa wakubwa. Yesu akiwa katikati yetu hakuna kitu tutakosa Yesu akiwa katikati yetu hakuna siku moja tutapungukiwa na chochote anapatia maridhawa anatukimilia yale yote ambayo tunayahitaji lakini mara ngapi ambayo tunataka kumsikiza huyu Yesu kwa sababu wakati Yesu aliwaambia rushi nyavu zao hawakubishana yeye walifanya hivyo hivyo kwa hivyo na sisi pia ili tuweze kubarikiwa ni lazima tusikie sauti ya Mungu Lazima tusikie akiongea na sisi. Tukimsikia vizuri, ataweza kukupatia mambo mengi, ataweza kukupatia baraka nyingi. Msikize katika nua, fanye vile anavyokuangiza katika sala, sikiza neno wake. Wakati ambao unapokea una sakramenti sipokee katika hali nzuri, na hapo utaweza kupata baraka na neema za Mungu. Ataweza kukupatia neema zake. Nakumbuka hawakuama katika bahari hiyo ya Tiberia lakini hapo hapo ndio uliweza kupata mengi. Mungu atakubadilisha jinsi ulivyo, Mungu atakubadilishia ndoa yako jinsi ilivyo, wewe mwenyewe ataweza kufungulia milango. So, atakuweza kupatia mengi wewe mwenyewe jinsi ulivyo. Kwa hivyo katika hali yako Mungu anaweza kuibadilisha na upate nehema na baraka. Usikate tamaa katika maisha yako, na hivyohivyo Yesu akaweza kuwalisha hawa mitume wake na huyu samaki wa kuoka na mkate. Yesu Kristo ndio anatulisha katika maisha yetu, yeye ndiye anatupatia yale, yani yaliyo mazuri yeye ndiye anatukapatia kile ambacho ni cha kupendeza kwa sababu ni Baba yetu. Kama tutapata mengi, basi ni ili tuweze kufurahia. Baada ya hawa samaki ambao walipata, alitoa moja hapo na ndio akaweza kushiba. Yesu atatubariki katika maisha yetu jinsi tulivyo, na katika hayo mabaraka ambazo ametupatia, tutaweza kufurahia, na tutafurahia kwa sababu tunampenda. Na ndio tunaona Yesu anamuuliza Simoni Petro mara tatu na ilikuwa hali ya kuweza kuweka dhabiti ya kwamba kile ambacho anataka kumpatia mamlaka ni ameyafanya vizuri kulingana na desturi za wakati ule. Anamuuliza mara ya tatu, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Baada ya huyu petro kujibu hayo, kumbuka ilikuwa wakati ambao uh, Simoni Petro alijibu ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Baada ya kukiri yeye anakabidiwa kanisa na Yesu akamwambia juu ya mwamba huyu italijenga kanisa langu, kwa sababu aliona Petro ako na imani thabiti na alikiri kwamba anampenda. Mimi na wewe tumeitwa tuweze kuwa viongozi, lakini viongozi ambao wanaongozwa na upendo, viongozi ambao wanaongozwa na kupenda wale watu ambao tunawaishi na wao, na haya yote hatuwezi kuyafanya kwa nguvu zetu, lakini ni neema kutoka kwa Mungu. Ndugu zangu, umealipwa uweze kulisha doa yako vyema, uweze kuwa mlishi wa watoto wako, mke wako, mume wako, kanisa, imani, mapendo. Hayo yote ni mambo ya kuyatunza. Je, unayatunza katika hali gani? Unayatunza katika upendo, ama umeweza kupungukiwa upendo? Ndio tunaambiwa mtakatifu Augustino, alisema kwamba ukipenda mambo yale yetu mengine yanatendeka vizuri. Hivyo ndugu zangu, tujue ya kwamba katika hali ya kuwa waaminifu na kumpenda Mungu tutaweza kufanya makubwa na neema zake zitaweza kutuongoza. Basi tujue tuna kazi ya kufanya, aikuambiwa Petro pekee yake, lakini wale wote ambao tunaliungama imani ya kwamba tunampenda Mungu tuna kazi ya kufanya, kulinda watu wale wengine kuwa mwaminifu katika ndoa yako kwa sababu unailinda kuwa mwaminifu katika imani kuwa mwaminifu katika kanisa penda kusala penda neno la mungu penda watu ambao unakaa na wao na katika hali hiyo uwepo wa mungu na neema zake zitasidi kukuongoza siku zote tumwombe mungu leo ili na sisi tuweze kumkiri kama vile petro alivyosema je wewe unaupenda mungu ama unampenda shetani na kama unampenda Mungu, je, unafanya kulingana na yale yote anakuambia wewe mwenyewe ulatende? Kwa kweli, wewe unaweza kukabidhiwa watu uweze kuwalinda kama vile Petro alikabidhiwa? Wewe mwenyewe kweli, unaweza kufanya vile Mungu alivyomfanyia ha Petro? Basi kwa nini usimpende Mungu? kwa nini usiweze kuwa usiweze uh, kulinda watu wale wengine vyema? Kwa nini usiweze kuongoza vyema? Tume Mungu atujalie neema zake ili tuweze kuwa waaminifu. Tumsifu Yesu, Yesu Kristo. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, ameletwa kushukuru kwa sababu umetupatia roho wako wa kutuwezesha kukuhubiri. Upatie neema hizo hizo, hizo, usiongozwe na uoga, lakini kila mara tuongozwe na upendo wake tuweze kutangaza kwa watu wale wengine, na tunaomba hayo kwa njia ya Kristu na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. na watakia Kajatiza ya kihucumi isiwe kama ni sababu